Shalom shalom, taifa la Mungu, karibuni sasa katika sehemu hii ya pili ya kipindi chetu cha mafunuo ya unabii juu ya mwaka wa unyakuo pamoja na mwisho wa dunia. Sehemu ya kwanza tulitazama e, utangulizi, utangulizi ambao umetujenga kwenye msingi wa kuelewa ya kwamba e, Mungu anatumia watu kuwajulisha watu agano lake. Mungu siku zote amechagua njia hii ya kuwatumia watu tukatazama maandiko mbalimbali mbali ya kwamba siri ya Mungu ipo kwa wa mchao, naye atawajulisha agano lake, tukitumia kile kitabu cha Zaburi 25:14 25. Lakini pia Mungu kwenye kile kitabu cha Isaya 29, nasema mambo ya kale yamepita na mambo mapya kabla hayajaja nitawahubiria na kuwapasheni habari yake. Tumeona pia kwenye kile kitabu cha Amosi 3:7 ya kwamba Mungu hatafanya neno lolote bila kuwajulisha manabii wake, siri yake. Kwa hiyo tumetazama pia andiko lile ambalo wengi wamefundishwa na kuaminishwa ya kwamba hakuna ajuwai siku wala saa, la kitabu cha Mathayo sura 24 mstari wa 36, na tumelitazama kwa nini halina nguvu katika maandiko haya tuliyoyataja. Tukaongeza na kile kitabu cha Luka, Yesu akasema wakati wa ujio wake utakuwa sawa na ujio wa au au itakuwa sawa na kipindi cha Nuhu pamoja na Lutu. Tulitazama kwa kina, na hapo itakupendeza zaidi, au itapendeza zaidi kama utaanza kusikiliza sehemu hii ya kwanza kabla ya sehemu hii ya pili. Hapa tupo kwa ajili ya kufunua huu mwaka wa unyakuo tukitumia kile kitabu cha Danieli na kitabu cha Ufunuo ambao Yesu mwenyewe amezungumza mbele ya mjumbe wa agano, Nabii Musa kwa machozi, akiwasihi watu wa Mungu wajiandae muda umekwisha hata kama ukifa leo mwaka wa unyakuo bado lakini matendo yako kama si mema haitakusaidia kitu kwa mungu muda uliobaki ni mchache mno kumbuka siku moja kwa mungu kwa mwanadamu ni miaka elfu moja tumejifunza katika vipindi vilivyopita ya kwamba muda tulionao sasa tangu agano eh, la la la mungu na nuhu nazungumzia gharika baada ya Gharika mpaka sasa ni miaka elfu sita na ishirini na tano na desturi ya Mungu ni kuangamiza dunia kabla ijafika miaka elfu saba Kabla miaka elfu saba Mungu huwa anaangamiza kwa desturi yake. Tulitazama pia hilo, kama ujaangalia video hiyo unaweza ukarudi nyuma ukaitazama ukajifunza mengi, ukaona Mungu alipumzika mara ya kwanza baada ya kuiumba dunia, alipumzika mara ya pili baada ya kuangamiza e, dunia kwa maji ambako kuanzia Adamu mpaka Gharika ni miaka elfu sita na mia sita haikufika elfu saba Mwanadamu aliumbwa siku ya sita, kwa Mungu ni miaka elfu sita na kidogo. Pia sasa hivi tangu tangu Gharika mpaka sasa ni miaka elfu sita na ishirini na tano Haitafika elfu saba Mungu atakuwa ameiangamiza dunia. Huu ni utaratibu wa kimungu. Ipo video maalum ambayo tume tumezungumza mengi huko. Sasa tuende kwenye huu mwaka ambao Mungu ameuzungumza na amemfunulia mjumbe wake nabii na Musa mjumbe wa agano la mwisho. Kile kitabu cha Daniel sura 12 mstari 11 unazungumza wazi ya kwamba na tangu wakati wa wakati ule ambapo sadaka ya kuteketezwa ya, ya daima itaondolewa na hilo chukizo la uharibifu litakaposimamishwa, itapita siku elfu na mia mbili na tisini Sara kumi na mbili, heri ya ngojeae na kuzifikiria hizo siku elfu moja na mia tatu thelathini na tano. Hapa ndipo palipo na siri hapa, kwamba hilo ni fumbo. Ni heri tangu sadaka ya kuteketeza itakapoondolewa zitapita siku elfu moja na mia mbili na tisini. Heri ya ngojeae siku elfu moja na mia tatu thelathini na tano. Siku hizi tulisema siku moja kwa Mungu kwa mwanadamu ni miaka elfu moja hilo fumbo la kwanza ulijua. Kwa hiyo hapa kwa kwa Mungu ni siku, lakini kwa mwanadamu ni miaka. Kumbuka Danieli aliambiwa kwenye 12:9 kwamba mambo haya yamefungwa mpaka wakati wa mwisho. Wakati wa mwisho ni sasa. Na aliyepewa kuyafungua ni Nabii Musa. Amepewa kibali hichi. Alishuhudia muhuri wa tatu, muhuri wa nne ukifunguliwa 2021. Alishuhudia tarumbeta ya tatu na kitasa cha tatu kikifunguliwa. Amefundishwa na Mungu kwenye chuo cha Biblia cha mbinguni. Ameenda mbinguni zaidi ya mara tisini. Amepewa bendera ya nchi ya Tanzania kama zawadi. Amepewa tuzo mwaka elfu mbili na ishirini na tatu Mei kumi na saba hi. Kwa hiyo ni mjumbe ambaye Mungu amemwandaa kwa ajili ya kanisa. Kanisa linapitia mateso na dhiki sasa. Hayupo kwa ajili ya, kwa ajili yake binafsi, kwa ajili ya kanisa lote. Hata madhabahu ya kanisa imefungwa mahali kuna mengine naongea kwa masikitiko sana, kwa sababu mungu anapokuonyesha mambo mpaka natamani kulia. Kwa hiyo nawakumbusha watu wa Mungu, wakati wa mwisho umefika, na mjumbe ambaye amepewa kibali cha kutuongoza kulitoa kanisa kwenye mateso na makucha ameletwa. Kwa hiyo mwaka huu wa unyakuo ni kama ifuatavyo, ukizijumlisha hizi siku jumlisha na elfu moja na mia mbili na, tisini na elfu moja na mia tatu, thelathini na tano unapata elfu mbili mia sita ishirini na tano. Kitabu kile cha Petro wa pili sura ya tatu mstari wa nane unazungumza wazi ya kwamba siku moja kwa Mungu, kwa mwanadamu ni miaka elfu moja. Kwa hiyo manake hapa ni sawa na miaka elfu moja na mia mbili na tisini tumejumlisha na miaka elfu moja na mia tatu thelathini na tano tumepata elfu mbili mia sita na ishirini na tano. Hiki ni kitabu cha Danieli. Lakini Danieli amekuwa akipokea mafunuo ya siku za mwisho yakibadilika, yani yakiongezeka kila hatua. Ukisoma kile kitabu cha Danieli sura ya nane mstari wa kumi na nne utaona pale siku elfu mbili na mia tatu. Lakini pia ukisoma kitabu cha Danieli sura ya kumi na mbili mstari wa saba utaona siku 2500 ukisoma na mia tano. Ukisoma Danieli sasa ambayo tumesoma hapa kumi na mbili kumi na moja na kumi na mbili tumepata jumla ya 2625. Umeona kadri siku anavyozidi kupokea mafunuo ndivyo anazidi kuongezewa siku za mwisho wa wa wa wa dunia au, au siku za unyakuo. Sasa, unyakuo utafanyikaje? Yesu anasema unyakuo utafanyika pale ambapo shetani atakapopewa kibali rasmi cha kutawala hii dunia. Sasa hapa ndipo Tunapo, tunapoenda kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya kumi na tatu mstari wa kumi na nane ambapo inasema kwamba aliye na hekima ya kibinadamu aihesabu hesabu hii maana ni hesabu ya kibinadamu, nayo ni sita sita sita. Kumbe mwaka halisi wa Mungu kuja ku, ku, kunyakua kanisa lake ni elfu mbili na mia sita sitini na sita tumeona hapa kwa Danieli siku zilikuwa zikipanda mbili ko vile vile elfu mbili mia mbili elfu mbili mia tatu elfu mbili mia tano elfu mbili mia sita kwa hiyo kilichokuwa kinaongezeka ni namba hizi za mbele kwa kwenye, kwenye ufunuo sasa ambako hapa ndipo huo ni mwaka wa mnyama kutawala ni mwaka 2666 kwa hiyo mwaka huu ni mwaka ambao kanisa litakuwa linanyakuliwa na ni mwaka ambao shetani atapewa mamlaka ya kutawala dunia. Ndio maana sasa hivi hata hao frimason na wengine wanaitumia hii namba 666 na inaitwa namba ya mnyama, ni kwa sababu ni mwaka ambao Mungu ameruhusu apewe mamlaka kamili. Kwa sababu gani ameruhusu? Kwa sababu ni wakati ambao kanisa lake litakuwa limenyakuliwa, litakuwa limeondoka tayari duniani. Watakaobaki watabaki kwenye mateso makali sana. Kwa hiyo mwaka wa Mungu kuja kunyakua kanisa, mwaka wa Yesu kurudi duniani mara ya pili kuja kulinyakua kanisa ni mwaka elfu mbili mia sita sitini na sita. Namba hii ina maana sehemu nyingi sana. Mbili ya kwanza inaitwa ole ya pili Kumbuka, ole ya kwanza ni pale Yesu alipokuja duniani mara ya kwanza na shetani kutupwa duniani. Ole ya pili ni Yesu kuja kunyakua kanisa, ndo hiyo mbili maana yake, na ole ya tatu ni Yesu atakapokuja kuangamiza dunia. Sita ya kwanza tunamaanisha, kuna mambo takwenda kuyafunua mbele, ni tarumbeta ya sita, ni muhuri wa sita. Sita ya pili ni tarumbeta ya sita, sita ya tatu ni kitasa cha sita. Tunasema Yesu atakapokuja kunyakua kanisa itakuwa ni katika muhuri wa sita, tarumbeta ya sita, juma la sita au kitasa cha sita kwenye, e, kwenye kitabu cha Biblia imeandikwa. Kitasa au juma ni kitu kimoja, tarumbeta au baragumu ni kitu kimoja, kwa hiyo pia ni mwaka huo huo. Kwa hiyo, hapa inamaanisha unyakuo utafanyika mwaka elfu mbili na mia sita sitini na sita katika muhuri wa sita, tarumbeta ya sita na juma la sita. Sasa hivi tupo muhuri wa nne tarumbeta ya tatu juma la tatu, unyakuo bado. Muhuri huu wa nne ambao umefunguliwa mwaka elfu mbili na ishirini na moja utakaa duniani miaka mia sita arobaini na tano nusu ya muhuri wa kwanza ambao ulikaa miaka elfu moja na mia mbili na tisini Unaweza ukarudi nyuma kwenye chaneli hii ukakuta mafunuo mengi ya haya mihuri na vitu vingine ambavyo tayari tume. tume kwa hiyo mwaka wa Yesu kuja kunyakua kanisa ni elfu mbili na mia sita sitini na sita. Tumechukua kitabu cha Danieli ambacho alikuwa akipata ufunuo wa mwaka huo, na hiyo ni kodi iliyofungwa, kwa sababu huwezi kujua mbili ni ipi. Wakati huo dunia bado ilikuwa inahesabika katika mfumo wa wa, wa wa kizazi baada ya gharika. tulitazama kwenye vizazi, kama utarudi kwenye hiyo video, tuliona kuanzia kuanzia kuanzia kwa Ibrahimu, ambaye alizaliwa baada ya gharika miaka miwili tu baada ya kufa baada ya kufa Nuhu. Mpaka kuzaliwa kwa Yesu ilipita miaka elfu nne kwa hiyo Danieli alikuwa katikati ya kipindi hichi, kabla Yesu ajazaliwa, anapewa fumbo ambalo ni mbili, sita, mbili, tano, bila kujua, Mungu ana siri kubwa kwamba baada ya Yesu kuja dunia itaanza moja, itakapoanza moja itaanza moja mpaka itafikia mwaka elfu mbili na mia sita sitini na sita, ndipo itakuja iangamizwe. Kwa hiyo elfu mbili mia sita sitini na sita, tukijumlisha na ile elfu nne kuanzia Ibrahimu mpaka kuzaliwa kwa Yesu, tunapata mwaka elfu sita na mia sita stini na sita kwe dunia itaangamizwa au Yesu atakuja kunyakua kanisa lake mwaka elfu sita mia sita sitini na sita tangu gharika. Au baada ya kuzaliwa kwa Yesu tunahesabu mwaka elfu mbili na mia sita stini na sita tulisema haitafika siku ya saba, haitafika elfu saba, kwa sababu elfu saba kwa Mungu ni sawa na siku saba, ni siku ya kupumzika. Ndio ile katika kitabu cha Ufunuo inasema atapumzika na wateule miaka elfu moja kwa Mungu ni sawa na siku moja. Kwa hiyo katika miaka hiyo elfu mbili mia sita sitini na sita ukiongeza miaka saba ya dhiki unapata mwaka elfu mbili mia sita sabini na tatu kwa hiyo dunia itaangamizwa mwaka elfu mbili mia sita sabini na tatu. Hapo ndipo mwisho wa dunia naunyakuu tafanyika mwaka elfu mbili na mia sita sitii na sita. Hayo ndio mafunuo kutoka kwenye kitabu cha Daniel pamoja na kitabu cha Ufunuo. Ndio maana kitabu cha Ufunuo sura ya e, inazungumza wakati huo sasa, huo sasa itakapofika mwaka roho tatu chafu za mapepo zitafunguliwa. Hizo ndizo zitakaokuja kukamata na kutawala dunia. Wakati huo mateso ya dunia yatakuwa makubwa sana mungu awabariki sana tambua ya kwamba haya ni mafunuo ya yesu mwenyewe tunavyo pia vitabu vya hayo mambo tunayozungumza kitabu cha ujio wa pili wa yesu kristo mwaka elfu mbili na mia sita sitini na sita na mwisho wa dunia mwaka elfu mbili mia sita sabini na tatu hayo ni mafunuo kutoka kwa mjumbe wa agano la mwisho nabii musa ambayo mungu amemfunulia mungu akubariki sana